Habari ya moto ambayo imeweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi ni hii habari ya Chief Godlove. Tumeweza kushuhudia siku jana kuna video ambazo zimesambaa sana katika ukurasa wa Instagram zikiwa zinaonyesha eh, magari makubwa yakiwa yamebeba eh, zile gari zote za Chief Godlove. Ukiangalia Chief Godlove alikuwa na magari ya thamani sana, magari ya kifahari kwa asilimia kubwa sana. Sasa cha kushangaza eh, kuna magari yale makubwa eh, ya kubeba a ya mizigo yameenda kuchukua yale magari ya Chief Godlove, magari yote yameenda kuchukuliwa. Watu wakawa wanajiuliza haya magari yanaenda wapi? Haya magari ni kwa nini yamechukuliwa? Chief Godlove kitu gani ambacho kimempata? Kila mtu akawa anajiuliza, mashabiki wakawa wanatamani kujua na kufahamu Chief Godlove amekutwa na kitu gani eh, ambacho kimepelekea magari yake kuchukuliwa kama hivyo, au yeye sio mmiliki eh, gumza kuhusiana na hayo magari ambayo yamechukuliwa. Kiufupi, tumeweza kuona Maimapa amempigia simu Chief Godlove na kumuuliza kuhusiana na hilo sakata na yeye binafsi akadai atakuja kulizungumzia na amekuja kulizungumzia kweli eh, akadai kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika maisha yake ambayo bado binafsi hajayaelewa, lakini pia kuna vitu vingine eh, ambavyo amevizungumza eh, vikiwa vitu hivi akiwa anadai eh, huenda kufilisika kwake kumefika, eh, huenda mwisho wake umefika, na kama ambavyo tunafahamu binadamu huwa wanapenda sana eh, binadamu mwenzia zao aweze kushuka. Tumeweza kuona baada tu ya Chief Godlove kuonekana magari yake yamechukuliwa kama vile e, na kupelekwa pasipojulikana, watu wengi sana wakaanza kumsema vibaya mitandaoni kwamba oh, Chief Godlove alikuwa anajidai, Chief Godlove eh, alikuwa anafanya vile anafanya hivi na ukimwangalia Chief Godlove kwa asilimia kubwa sana ale alikuwa anakuambia e, mizimu yake ndiye ambayo inampa pesa yeye, anaiabudu mizimu yake mizimu ya mababu na mababu. Sasa unaweza kuona ni kama vile wakati wa Mungu umefika. Unajua, unapodhihaki kitu e, au unapoona kwamba wewe unaweza ukaabudu miungu mingine tofauti na Mungu aliye juu, basi kuna siku tu Mungu atakuja kukushusha pale ambapo wewe upo kileleni, kwa sababu tu umemdhihaki huko kwenye mitandao ya kijamii au popote pale kwa sababu Mungu wetu anasikia muda wote, na ukisema neno lolote analisikia, hata kama umesema kwa siri sana. Kitu ambacho Chief Godlove alikikosea ni kuanza kuhamasisha pia vijana ay, waweze kwenda katika miungu ambayo anaiamini yeye. Ukiangalia vijana wengi sana walimuamini, ni mhamasishaji ambaye alikubalika kwa asilimia kubwa sana. Sasa baada ya jana kuonekana magari yake yamechukuliwa, basi video zilivyosambaa mwisho wake umefika, lakini pia huenda yeye anakwenda kufilisika na amedai hawezi kuzungumza ni kitu gani ambacho kinaendelea zaidi, lakini amesema uh, kwamba ni kweli magari yake yamechukuliwa, lakini hawezi kuzungumza yamekwenda wapi na ni kwa nini yamechukuliwa, hivyo ni vitu ambavyo amedai atakuja kuvizungumza hapo eh, baadaye, lakini Chief Godlove tunamuona yupo sawa kwa sasa hivi. Kuna video nyingine ambayo tumeona inasambaa kwenye ukurasa wa Instagram ikiwa inaonyesha Chief Godlove e, yupo Kenya e, na alikuwa anaonekana amepanda katika gari la kawaida kabisa aina ya Noah e. Sasa kuna moja ya shabiki wa Kenya akawa amemuona Chief Godlove amefungua vioo akawa anamrecord, alafu ile clip akaiposti kuonesha wazi kwamba Chief Godlove amefilisika. Sasa hivi Chief Godlove hana pesa ile ambayo alikuwa anaizungumzia mitandaoni kwamba mimi nina pesa, mimi nafanya hivi mababu na mabibi wananipatia pesa, mambo kama hayo yanaonesha wazi kwamba Chief God Love kwa sasa hivi amefilisika kwa asilimia kubwa sana, lakini pia mashabiki wanamuonea huruma sana yule msanii wa Chief God Love, Pipi Jojo. Pipi Jojo amekuwa ni msanii ambaye amelelewa kwa muda mrefu na Chief God Love, lakini pia amemboost sana katika sanaa yake ya mziki, ameinvest pesa nyingi sana katika sanaa yake ya mziki, watu wakawa wanajiuliza katika rekodi lebo ya WCB kuchangishwa pesa, huenda na Bibi Jojo pia akachangishwa pesa ya Chief Godlove, namna ambavyo amemgaramia video zake, amemgaramia mziki wake, mambo kama hayo, kwa sababu ukiangalia sasa hivi chifu hana ile pesa ambayo alikuwa anaitambia kwenye mitandao ya kijamii. Mara ho eh, ana ng'ombe zake sijui uko wapi, sijui Kampala. Ng'ombe hizo ni kubwa, ng'ombe zina maziwa zina nini. Chief Godlove kiufupi kwa asilimia kubwa sana biashara ambazo alikuwa anazionyesha mitandaoni ni biashara ambazo zinawamiliki tayari, yeye alikuwa kama promoter tu, kama ambavyo tunaona wasanii eh. ni miaka mingapi tumeona Diamond eh, anafanya promo eh, amekuwa ambasada na kampuni ya Pepsi ni muda mrefu eh, sasa eti atijitokeze Diamond aanze kusema ile kampuni ya Pepsi ni ya kwake. Ndicho kitu Chief Godlove ambacho amekifanya, Amewadanganya watu mitandaoni kuhusiana na mambo yake biashara zake, mambo kama hayo. Saa ingine yale magari yamekopa, hatuwezi kujua, kwa sababu magari yamechukuliwa na hayajulikani, yanakwenda kwa miliki ni nani? Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuchia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.